Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya katika kuadhimisha siku ya misitu duniani na siku ya upandaji miti kitaifa wilaya ya Ludewa imeamua kuadhimisha siku hiyo tarehe 14 Machi 2025 ambapo kilele itakuwa ni tarehe 21 Machi 2025 itakayofanyika kitaifa mkoani Njombe. Kauli mbiu ni kama zifuatazo kauli mbiu ya siku ya upandaji miti kitaifa ee, sema kwamba ni ongeza thamani ya mazao ya misitu kwa uendelevu wa rasilimali kwa kizazi hiki na kijacho. Kidunia ni rais tu inasema misitu na chakula. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ifuatane taarifa ya upandaji miti kwa wilaya ya Ludewa. Sehemu A. Misitu ya asili. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Misitu ya asili ya hifadhi ya taifa ipo minne yenye jumla ya hekta 7381. Misitu ya hifadhi ya halmashauri ipo ipo saba yenye jumla ya hekta 5214.59 na misitu, na misitu tisa ya hifadhi ya vijiji yenye jumla ya hekta 2172.05. Misitu ya matajiwazi ambayo haijahifadhiwa kisheria inakadiriwa kuwa na ukubwa wa hekta 29,000. Misitu hiyo ina faida ya kuhifadhi vyanzo vya maji, kurutubisha mfumo wa ekolojia, kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na ufugaji nyuki. Sehemu B misitu ya kupandwa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Halmashauri ya Wilaya ya Ludewa ina jumla ya mashamba ya miti ya kupandwa matano yenye ukubwa wa hekta 264 ambapo hekta 127 tayari zimepandwa miti aina ya mikaratusi na misindano, wengine tumezoea kuiita mipaina. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hekta 137 ambazo hazijapandwa miti zinatarajiwa kupandwa miti katika mwaka wa fedha huu 25 26, kwani Halmashauri inatarajia kuanzisha kitalu cha miche cha miti cha kudumu chenye uwezo wa kuzalisha miche laki mbili na arobaini kutumia fedha za ruzuku tulizopata kutoka mfuko wa misitu Tanzania, yani TAF ambapo baadhi ya miche itagaiwa kwa wananchi na taasisi mbalimbali. Aidha, jumla ya miche iliyogawanywa kwa wananchi na taasisi, taasisi na vikundi wilayani Ludewa kwa mwaka huu wa fedha 24 25, 25, 26 ni laki nne elfu ishirini na sita 574 hadi sasa hivi. CMC inazungumzia wakala wa huduma za misitu Tanzania. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa kutambua umuhimu wa upandaji miti, TFS imeandaa kitabu cha kukuza miche ya miti ya aina mbalimbali na kuigawa bure kwa jamii. Hii inachochea mwamko chanya wa upandaji miti, mbali na utunzaji wa mazingira. Miti hiyo ikikomaa itatumika kwa ajili ya kujipatia kipato pamoja na utengenezaji wa samani mbalimbali. Tuligawa jumla ya miche laki 1447 kwa taasisi, vikundi na wananchi kwa ujumla. Kwa msimu huu wa upandaji miti hadi sasa tumeshagawa miche laki 1854. Changamoto. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wilaya Ludewa inakabiliwa na changamoto zifuatazo. Namba moja, uanzishaji moto holela kwa baadhi ya wananchi wakati wa kuandaa mashamba na uwindaji. Hali hii inapelekea kuteketea kwa mashamba ya miti na rasilimali nyingine. Namba mbili, uingizaji wa mifugo katika maeneo yaliyohifadhiwa. Namba tatu, misitu ya vijiji kubadilishwa kuwa mashamba ya kilimo bila kufuata utaratibu. Shukrani kwa ujumla. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wilaya ya Ludewa inatoa shukrani nyingi kwa mambo mbalimbali yanayofanyika katika wilaya ya Ludewa. Baadhi ya shukrani hizo ni kama ifuatavyo ya kwanza ni mwitikio wako chanya tunapokushirikisha masuala yanayohusu hifadhi kwa ujumla. Ya pili ni kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii, Halmashauri ya Wilaya Ludewa tunashukuru kwa kupata fedha kiasi cha shilingi milioni 131 za Mfuko wa Misitu Tanzania, yani TAF na Tanzania shilingi milioni ishirini za TFS kwa ajili ya mchango wa kutokomeza upungufu wa madawati katika shule za msingi na sekondari wilaya Ludewa. Sehemu ya mwisho ni... Hitimisho. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nachukua fursa hii kukupongeza kwa kazi nzuri unazoendelea kuzifanya katika wilaya yetu ya Ludewa, pamoja na kuwa na majukumu mengi, kwa bega kwa bega na sisi pindi tunapokuwa tunakuhitaji. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, baada ya taarifa hii na kukaribisha, na tupo tayari kupokea maelekezo yako.